Kujizolea riziki yao ya kila siku. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei anasimulia alipotembelea mto huo wa Chebloch ambao upo mpakani mwa kaunti ya Baringo na Elgeyo Marakwet. Hebu tazama vimbwanga hivi. <tipasana> <tipasana> wanaporuka urefu wa uhai baina ya kuta miamba hii na mkondo wa maji utadhani ni wavuvi wa pweza waliokutana mwambani. Bila uoga wanajitosa majini penye mamba na kila aina ya hatari, ambapo mtu anaweza kuruka karudi na jina la tatu la marehemu usilolijua. Hii ni kazi kwa mabwana hawa kama kazi nyingine, huku kila mpita njia akilazimika kuwalipa kutokana na burudani yao ya kupima uhai wao, wanaogelea na nguo zao za kuzaliwa utadhani ni wana maji wanaoandama maadui. Hata mjusi huyu alikubaliana na kauli zangu. hardship area, ambapo pengine watu wawezi pata mapato kwa njia nyingine. Ndio maana hao vijana wamejiingisha katika hii shughuli ambao wanarukia kwenye maji ambao alafu waweze kupata kitu kidogo kutoka wale watu ambao wamekuja kushuhudia. kwa hivyo ni sehemu mzuri ambayo mtu anaweza tembea, jionee maumbile ya Mungu na hao vijana ambao wame wamebobea katika kuogelea kwa maji. Niliogopa sana nikiwa mama, nikaangalia nikasema oh my God, hata hata msinionyeshe. Niliona halfway, kwa kweli kuna watoto huwa wanaruka hapa, hata nikauza wanaenda na wanatoka wakiwa hai lakini leo nilitaka nizionee, ndio maana nikakuja hapa. Urefu wa daraja hili ndio unaaminika kutoa mipaka baina ya kaunti ya Elgeyo Marakwet na hii kaunti hi ya Baringo. Aidha, chini yangu pana mto ambao unaaminika pakubwa kutumika na jamii hizi mbili ambazo zilikuwa zinahasimiana. Hata hivyo, mto huu wa Chebloch sasa unaaminika pakubwa kwamba umetoa suluhu ya kudumu, kwani jamii hizi mbili zinatangamana kwa kila hali. Nyingine ni muhimu kutaja kwamba jamii ya Watuge na ya Wakeyo walikuwa wakiibiana ng'ombe kwa kutumia mto huu na kama anavyoarifu mzee huyu wezi walikuwa wakishika mikia ya ng'ombe ili kuvukisha upande wa pili e, si umeona hapo ni, ni kama mita tano hivi. So unaruka na, na ng'ombe ndio walikuwa wanafanya hivyo. Haiko hatari. Ato, naye wizi ilikuwa hatari sana. Hata hivyo, wanadaiwa kukomesha tofauti zao na kufanya tambiko lao litwalumuma katika eneo hili, na wazee wa hizo pande mbili wapa kutoibia na ng'ombe tena To we we vilevile tuliajabia kazi hii ya Mwenyezi Mungu almaarufu viewpoint huku mhandisi huyu wakitupa mawili matatu hivi. Hali kadhalika watalii wanadaiwa kufurika katika maeneo haya ili kujivinjari na kujionea mandhari ya kupendeza. Kwa wakati huu kuna wageni wengi sana, yaani, tuseme, kwanza watu wengi sana kutoka Western Kenya. Hata leo leo tukisaidia parties 5 10 sana sana kutoka West Kenya kwa sababu watu hawajaona milima na mabonde kama hii. Ni eneo ambalo linadaiwa kutengenezwa na kuboreshwa kwa zaidi ya miongo mitatu. Kutokana na mandhari, mawe, milima na mabonde, basi eneo hili linadaiwa kufanya vyema kwa wanariadha ambao hufanya vizuri katika upeo wa kimataifa. Elvis Kosgei kwenye makala ya Tembea Kenya, KTN Leo Wikendi, katika kaunti ya Elgeyo Marakwet.